Vijana tuyajenge vijana tuyajenge, Mheshimiwa Edward Mpogoro, mkuu wila wa wilaya Ilala na mwakilishi wa mkuu wa mkoa Dar es Salaam, Jenifa Fomolo, katibu mkuu ofisi ya rais maendeleo ya vijana, Dr. Kedmon Mapana, naibu katibu mkuu ofisi ya rais maendeleo ya vijana maafisa maendeleo ya vijana kutoka mikoa yote 26 ya Tanzania, watoa mada wetu ambao tutakuwa nao siku ya leo, viongozi wa taasisi mbalimbali zinazoongozwa vijana ikiwemo vyama vya siasa, ndugu vijana, waandishi wa habari wa mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu vijana tuyajenge. Awali ya yote, namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya pamoja na uhai na kutuwezesha siku ya leo kuweza kukutana katika ukumbi huu. Lakini pia nichukue fursa hii kuwatakia vijana wote wa Tanzania heri ya mwaka mpya 2026. Ninaomba mwaka huu weni mwaka tutakaotumia fursa zetu vizuri tutakaoshikamana zaidi kwa ajili ya mafanikio yetu binafsi lakini pia kwa mafanikio ya taifa letu. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyote katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa jukwaa la vijana linalojulikana kama Vijana Platform, na wakati huo huo niwashukuru sana kwa dhati kutoka ndani ya moyo wangu kwa wote kuitikia wito kuweza kuja hapa leo. Naomba tujipigie makofi. Tukio hili la leo ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ambaye ameagiza kuimarika kwa ushiriki wa vijana katika masuala yanayohusu ustawi wao, maendeleo yao na kujumlishwa kwao katika mipango mizima ya taifa letu na kila tunachokifanya wakati tunaandaa jukwaa hili, niliulizwa maswali mengi pia na watu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii na wengine walinipigia simu. Walikuwa wananiuliza nani anastahili kuja kwenye mkutano huu na awe na vigezo gani? Niliwajibu kijana yoyote mwenye miaka kumi na tano mpaka thelathini na tano, Mtanzania anaruhusiwa na anatakiwa kuja, kwa sababu vijana platform ni jukwaa la wote na la kila kijana Mtanzania. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kujitokeza kwenu kwa wingi, na nimeona kuna wengine wamesimama, na nimetaarifiwa wengine wako nje na wengine wamejiunga nasi kupitia online. Hii yote ni ishara kwamba sisi kama vijana tumedhamiria na tumeamua kuwa sehemu muhimu ya chochote kinachoendelea katika nchi yetu, na sauti zetu zitasikika sawasawa na fursa tuliopewa na Mheshimiwa Rais. Ndugu vijana, takwimu za sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022 zinaonyesha kwamba vijana ni sehemu kubwa ya idadi ya watu nchini. Takriban asilimia 77.3 ya Watanzania wote wana umri wa chini ya miaka 35. Tunazungumzia takriban Watanzania milioni 46, na vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 wanachangia takriban asilimia 34.4 ya idadi ya watu wote katika nchi yetu ya Tanzania. Maanake takriban vijana milioni ishirini wako kwenye hilo kundi. Aidha, kwa mujibu wa matokeo ya utafiti wa nguvu kazi ya taifa, vijana ndio ambao wanachangia kwa kiwango kikubwa nguvu kazi ya taifa letu, wakichangia kwa takribani asilimia 55.6. Ya watu wote wanaozalisha katika taifa letu ni vijana kati ya umri wa miaka 15 na miaka 35 hawa wanahusika moja kwa moja kwa shughuli za uzalishaji katika sekta mbalimbali za uchumi ikiwemo kilimo, biashara, huduma, viwanda, sanaa pamoja na ubunifu. Hali hii inaifanya kundi la vijana kuwa nguvu kazi kubwa ya taifa na kundi linalohitaji kuwekewa mazingira mahususi ya kujifunza, kujenga uwezo, kupata stadi zinazohitajika katika soko, kushiriki kikamilifu pia katika michakato ya maendeleo ya taifa letu kwa kuzingatia uhalisia wa kidemografia na mchango mkubwa wa vijana na nguvu kazi ya taifa. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kutekeleza kwa vitendo mikakati madhubuti ya kuwezesha vijana katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Dhamira ya serikali ni kuhakikisha vijana wanajengwa katika mazingira bora ya kukuza vipaji, maarifa na ujuzi wa kisasa, lakini pia kutumia kikamilifu fursa zilizopo kwa ajili ya ustawi wa kwao na mustakabali wa taifa letu. Katika muktadha huo, serikali ilifanya mapitio ya sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 na, na kuzindua toleo jipya la sera ya mwaka 2024 ambayo linaendana na mabadiliko ya kijamii, kisayansi na kiteknolojia. Pia na hapa ningependa nitoe wito kwa vijana wote tupate nafasi ya kupitia sera hii ambayo ipo kwenye eh, mfumo wa hard copy, nakala ngumu lakini pia inapatikana kwenye mfumo wa soft copy, na sisi kama wizara tutahakikisha tunaisambaza kwa wingi ili kila kijana aweze kujua sera ya maendeleo ya vijana ambayo imerejewa mwaka jana 2024, inazungumza nini. Lakini pia tutakuwa tayari kuendelea kupokea maoni ya namna bora ya kuendelea kuboresha sera zetu. Sera hii imeweka msisitizo katika ubunifu wa uvumbuzi, matumizi ya TEHAMA, uchumi wa kidijitali ujasiriamali wa vijana, afya ya vijana ikiwemo afya ya akili, na leo tutakuwa na somo hapa pamoja, na kuimarisha ushiriki wa vijana katika maamuzi ya maendeleo kuanzia ngazi ya jamii hadi taifa, na kujenga viongozi vijana kuanzia ngazi za chini mpaka ngazi za kitaifa. Pia katika kuhakikisha vijana wanajengewa uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya uchumi ya jamii, serikali imeendelea kutekeleza programu ya taifa ya kukuza ujuzi kwa, kwa vijana inayolenga kuwapatia vijana stadi zinazohitajika sokoni kwa ajili ya kuajirika au kujiajiri wao wenyewe. Kupitia programu hii, maelfu ya vijana kila mwaka wamekuwa wakinufaika na mafunzo ya ufundi stadi, uanagenzi na ujasiriamali yanayotolewa kupitia taasisi za umma na binafsi, ikiwemo VETA, vyuo vya maendeleo ya jamii na taasisi binafsi zinazotambulika. Mafunzo haya yamelenga maeneo yenye uhitaji mkubwa wa nguvu kazi kama vile kilimo, ujenzi, huduma, tehama, sanaa na utalii, na amechangia kuongeza ajira na kujiajiri kwa vijana katika ngazi mbalimbali. Na hizi ndio baadhi ya fursa ambazo tulipokuwa tunapita katika maeneo mbalimbali, vijana walikuwa wanasema hawazifahamu, na kupitia majukwaa haya, vijana platform, tunahitaji kila kijana aweze kujua fursa inayopatikana iliyotolewa na serikali na zile zinazopatikana katika sekta binafsi ili aweze kuitumia wakati wote anapohitaji. Lakini aidha, serikali imeendelea kuchukua hatua za makusudi za kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mifumo mbalimbali ya kifedha. Kwa mujibu wa miongozo wa serikali za mitaa, halmashauri zote nchini huwa zinatenga asilimia kumi ya mapato yao ya ndani kwa ajili ya mikopo, ambapo asilimia nne huwa inatengwa mahususi kwa ajili ya vijana kupitia utaratibu huu kwa mwaka 2024-2025 jumla ya mikopo yenye thamani ya bilioni 36.64 ilitolewa kwa vikundi 2827 vya vijana ambapo vijana wengi wamewezeshwa kupata mikopo isiyo na riba kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza shughuli za kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo mbali kilimo, biashara, ufugaji na usindikaji wa huduma na hili ni jambo mojawapo, tumekutana nalo kwenye maeneo mengi tuliyokutana na vijana wamezungumza kwamba fursa hizi zinapotolewa wengi hawapati taarifa, lakini kwa namna moja au nyingine kumekuwa hakuna uwiano unaofanana wa fursa hizi kupatikana kwa vijana wote. Dhumuni tulionalo kama wizara na kwa kupitia vijana platform ni kuhakikisha kwamba fursa kama hizi sawasawa na dhamira Mheshimiwa Rais zitolewe bila upendeleo na zitolewe bila ubaguzi kwa kijana yeyote, nchi ya Tanzania anastahili kuzipata popote pale alipo, na ndio maana leo tuko hapa kutengeneza mkakati huo wa pamoja. Vilevile serikali imeendelea kusimamia utekelezaji wa mfuko wa maendeleo ya vijana uliopo chini ya ofisi ya rais, maendeleo ya vijana, ambao unatoa mikopo yenye riba nafuu na msaada wa kitaaluma kwa vijana ili kuwawezesha kuanzisha na kukuza miradi ya kiuchumi. Sambamba na hilo, serikali imeimarisha utekelezaji wa matakwa ya kisheria ya manunuzi ya umma inayotaka angalau asilimia 30 ya thamani ya manunuzi ya umma itenge kwa ajili ya makundi maalum, ikiwemo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu na leo tuko na wenzetu wa PPRA, watakuwepo hapa kutuelekeza namna gani tunaweza tukatumia fursa zinazopatikana katika manunuzi ya umma katika taasisi mbalimbali, sawasawa na matakwa ya kisheria, ili vijana waweze kupewa tenda zinazotolewa katika taasisi za serikali, ili tuweze kujenga uchumi wetu kupitia makampuni yetu. Kupitia utaratibu huu, vijana wameendelea kupata fursa za kushiriki katika zabuni na manunuzi ya serikali, jambo linalowezesha kuingia katika uchumi rasmi na kukuza biashara zao kwa njia endelevu mfano mwaka 2024 ambapo jumla ya zabuni zenye za thamani ya bilioni 10.8 zilitolewa kwa ajili ya vijana. Na kwa mara nyingine nataka niseme, kila wakati nimeongea hii vijana wamekuwa wanasema mbona hizo taarifa hatuzijui? Nani huwa wanapewa hizo zabuni? Ni vijana gani? Ndio maana tuko hapa leo. Na leo tuko na mkurugenzi wa PPRA, tumemwita hapa azungumze utaratibu wa kupata hizi zabuni, tunafanyaje kama vijana ili kila kijana kwenye mkoa aliopo. Uzuri wa fursa kama hii haipatikani tu kwenye ngazi ya taifa, inapatikana mpaka kule uliko kwenye wilaya na halmashauri tunazotokea. Atueleze tunafanyaje ili vijana washiriki katika hizi tenda ambazo zinatolewa. Kwa upande wa matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, serikali imeendelea kuwekeza katika kuimarisha TEHAMA kwa vijana kama nyenzo muhimu ya kujifunza, kubuni na kufanya biashara. Hatua hizi zimejikita katika kuendeleza mafunzo ya kidijitali majukwaa ya kujifunzia mtandaoni na kukuza ubunifu wa vijana katika uchumi wa kidijitali. Mweleko huu umeimarishwa zaidi kupitia utekelezaji wa miradi ya kimkakati inayolenga kuwezesha vijana kupata ujuzi wa kisasa wa tehama, ubunifu na ujasiriamali, sambamba na kuimarisha miundombinu ya kidijitali katika shule, vyuo vyetu lakini pia vituo vya mafunzo. Katika kuendeleza jitihada hizi za kuwawezesha vijana kiuchumi na kuwaweka katika uzalishaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeanza kutekeleza kwa vitendo ajenda ya kuanzisha maeneo maalum ya kiuchumi kwa vijana yanayojulikana Youth Special Economic Zone, chini ya usimamizi wa mamlaka ya uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania, yaani Tiseza. Mpango huu ni mkakati mahususi wa kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta za uzalishaji za viwanda, kilimo, biashara na ubunifu wa uchumi kwa kuandalia mazingira rafiki ya kuwekeza na kuzalisha kwa tija. Maono wa Mheshimiwa Rais ameyasema mara nyingi hataki tu vijana tuishie katika kuwa wachuuzi na wasambazaji wa bidhaa. Anataka pia tusike katika kuzalisha, tusike katika kutengeneza, tumiliki pia uchumi wa viwanda, na ndio kwa sababu hiyo mpango huu maalum wa maeneo maalum ya uwekezaji ya vijana yameandaliwa, ili tunapozungumza wawekezaji, tuzungumze tu, tu, wazee peke yao, tuzungumze tu wageni peke yao. Tunataka vijana wa Kitanzania waingie katika kumiliki uchumi wa nchi kwa kuwa wawekezaji na ili kurahisisha jambo hilo, mpango huu maalum ambao umeondoa vikwazo vingi sana utahusisha vijana kuweza kumiliki uchumi kupitia maeneo maalum ya kiuchumi kama ambavyo miongozo itatolewa. Kupitia mpango huu, serikali imelenga kuwezesha kuanzishwa kwa makampuni yatakayokuwa katika maeneo haya maalum ya uwekezaji, makampuni takriban elfu ishirini ambayo yataondolewa vikwazo vingi ambavyo vijana wengi wamekuwa wakivisema. Na kama mlikuwa mnafuatilia habari waziri wa nchi ambaye anashughulikia masuala ya uwekezaji alizungumza kule Kibaa wiki iliyopita, na alionyesha jinsi ambavyo eh, Tiseza imeandaa maeneo maalum kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo ningependa nitoe hapa wito kwa vijana ambao wanatamani kumiliki maeneo hayo, kwa maana ya kuingia katika hiyo program. Tufuatilie kwa karibu taarifa, na kupitia majukwaa haya tutatoa taarifa namna unavyoweza kuwa sehemu ya huo mpango pia lakini ili kuhakikisha vijana wananufaika ipasavyo na fursa hizi, serikali imeanza kuanzisha vituo vya rasilimali kwa wawekezaji vijana, zinaitwa Youth Investors Resources Centers, katika mikoa ya Dodoma, Pwani, Mara, Ruvuma pamoja na Bagamoyo kwa kuanzia. Vituo hivi vitatoa huduma muhimu kwa vijana ikiwemo upatikanaji wa taarifa na mwongozo kuhusu ardhi, mitaji na huduma za kifedha, lakini pia kuwapatia mafunzo ya ujasiriamali na uzalishaji pamoja na kuwaunganishia vijana katika minyororo ya masoko na wasambazaji lakini pia kupata malighafi. Sambamba na hilo, serikali inatenga ekari laki moja na elfu sabini za ardhi ikiwemo mashamba pamoja na maeneo ya viwanda ili kuwawezesha vijana kuanzisha viwanda na shughuli za uzalishaji. Kama nilivyoeleza hapo awali, taarifa hizi zote, tutahakikisha kila kijana Mtanzania anazijua, anazisikia ili anetaka kushiriki katika mpango huu aweze kushiriki na vijana platform. Ni moja ya eneo ambayo tutalitumia kuhakikisha kwamba taarifa hizi unazipata popote pale utakapokuwa utaka. Vijana tuyajenge, vijana wenzangu, tuya tuya. Serikali inatambua wazi kuwa mafanikio ya jitihada hizi hayawezi kupatikana kikamilifu bila kuwepo kwa jukwaa rasmi ambalo nishirikishi, lakini pia jukwaa ambalo sio tukio, litakuwa ni endelevu litakalowezesha vijana wenyewe kutoa maoni yao mawazo yao na ushauri wao kuhusiana na masuala yanayowahusu moja kwa moja. Ni kwa msingi huo ndipo serikali imeamua kuanzisha jukwaa la vijana, Vijana Platform. Jukwaa hili ni nafasi mpya na ya kimkakati, inawaweka vijana katikati ya mjadala wa maendeleo yao wenyewe. Kupitia Vijana Platform, vijana wanapewa nafasi ya kusikika, kushiriki na kuchangia moja kwa moja katika kujadili masuala ya ustawi wao maendeleo ya kijamii na kiuchumi, pamoja na mustakabali wa taifa letu. Vijana platform sio tukio la siku moja, wala sio jukwaa la kusikiliza hotuba pekee. Ni nafasi ya kudumu ya mazungumzo ya kweli kati ya serikali na vijana, ili waweze kusema wanachopitia, wanachokihitaji na wanachotamani kwa maisha yao na kwa taifa lao. kupitia jukwaa hili serikali inataka kusikia sauti ya vijana moja kwa moja kwa uwazi na bila vizuizi ila, ili mawazo yao yaweze kuwa sehemu ya maamuzi yanayofanyika kuhusiana na maendeleo ya vijana katika nchi yetu. Kupitia vijana platform, vijana mtapata nafasi ya kuchangia maoni, kutoa mapendekezo na kushiriki katika kujadili masuala yanayowagusa ikiwemo ajira, biashara, elimu, afya, ubunifu, teknolojia na maisha ya kijamii kwa ujumla. Vilevile vile, vijana mtapata fursa ya kubaini na kujadili fursa zilizopo katika maeneo mbalimbali mbali ya taifa letu, ikiwemo fursa za kiuchumi, kijamii, kibunifu ambazo mara nyingi hazitambuliki au hazitumiwi kikamilifu, na kwa muda mrefu zimekuwa zikiwafikia vijana wachache. Jukwaa hili linawawezesha vijana kushirikishana uzoefu, pia kujifunza kutoka kwa wenzao na kujenga mtazamo chanya kuhusu namna ya kutumia rasilimali, maarifa na teknolojia zilizopo kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi na kuchangia maendeleo ya jamii. Serikali inatambua kwamba ustawi wa vijana haujajikita tu katika masuala ya ajira na uchumi, bali pia unahusisha afya ya akili, maadili, uzalendo, ubunifu, ujasiriamali na ushiriki wa vijana katika mifumo rasmi ya utawala na uongozi. Ndio maana kupitia jukwaa hili leo tutasikia mada muhimu Zinazogusa afya ya akili kwa vijana, elimu ya kodi, fursa za mikopo na mitaji, pamoja na ushiriki wa vijana katika manunuzi ya umma. Na haya yote ni maeneo muhimu ambayo yatatusaidia kuboresha shughuli zetu. Napenda kutumia fursa hii kuwahimiza vijana mtumie jukwaa la vijana kwa uwajibikaji, uzalendo na uadilifu mkubwa. Toeni maoni yenu kwa uhuru, hakuna atakayewazuia kuzungumza, lakini kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Serikali iko tayari kusikiliza, iko tayari kujifunza na iko tayari kuboresha mifumo yake kwa kuzingatia sauti za vijana. Napenda pia kuwapongeza taasisi zote zilizoshiriki katika kufanikisha uzinduzi wa jukwaa hili la vijana, ikiwemo mamlaka ya mapato Tanzania TRA, benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania TADB, na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Ushirikiano huu ni kielelezo cha dhana ya wajibikaji wa pamoja katika maendeleo ya vijana. Ndugu vijana Serikali iko tayari kusikiliza, kujifunza na kushirikiana na nyinyi. Kupitia vijana platform, tunafungua ukurasa mpya wa ushiriki wa vijana katika ujenzi wa taifa letu. Ni matumaini yangu kwamba mtatumia jukwaa hili kwa busara, ujasiri na uzalendo ili kwa pamoja tuijenge Tanzania imara yenye uchumi shindani shirikishi unaowajali vijana wake. Na kabla sijahitimisha, ningependa nitoe maelekezo kwa maafisa maendeleo ya vijana wa mkoa walioko hapa kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisheni vijana platform inafanyika katika ngazi za mkoa mikoa yenu kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa. Jukwaa hili kama nilivyoeleza awali, alipaswi kubaki katika ngazi ya taifa peke yake, bali inapaswa kushuka mpaka ngazi ya jamii. Watusikie katika mitaa yetu, watusikie katika vijiji vyetu, ili kuwafikia vijana wa mijini na vijijini kwa usawa. Leo tuko Dar es Salaam, lakini wako watu ambao wako maeneo ya mbali na Dar es Salaam, hawajapata nafasi ya kuja, na wengine maeneo yao pia mitandao pengine hawezi kufikia. Tunataka vijana platform, lisio jukwaa tu linalogusa aina ya vijana walioko mjini peke yake. Tunataka kijana aliyoko pande yoyote ya nchi aweze kufikiwa kwa taarifa, kufikiwa kwa kusaidiwa, ili kila kijana wa nchi anufaike na fursa zinazotolewa na serikali ya awamu ya sita, vijana tu yajenge. <laughs> Lakini pili, hakikisheni kuwa maoni, changamoto na mapendekezo yanayokusanywa kupitia plat, eh, vijana platform yanachambuliwa kitaalamu, yanarekodiwa kwa utaratibu na yanawasilishwa kwa wakati katika ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana kwa ajili ya hatua za kisera, muundo na kiutendaji, na hii itasaidia Hatutaki kuwa na jukwaa ambalo tunakuja tukuzungumza, lakini halina matokeo. Tunataka kuwa na jukwaa ambalo mambo yanayozungumzwa yanakwenda kufanyiwa kazi. Kwa hiyo, tutakapokuwa tunafanya majukwaa yetu katika ngazi zetu za mikoa, ngazi zetu za wilaya, ikiwemo na hapa leo tunapoanzia, hoja zinazotolewa zinatakiwa zirekodiwe, zitachambuliwa na zitapelekwa kwa ajili ya utekelezaji, ili kila tunapokutana, tunapokutana wakati mwingine, tupeane taarifa ya utekelezaji wa masuala ya vijana ambayo yamefanyika. Hatutaki tu kukusanyika na kufurahia kwa pamoja, tunataka tukusanyike ili tubadilishe maisha yetu kwa kugusa masuala msingi ya vijana. Tunataka jukwaa lenye matokeo, sio jukwaa tu la kuzungumza tu na kuishia kuzungumza. Jambo la tatu, nawaelekeza maafisa y vijana wa mikoa kushirikiana kwa karibu na, na wadau wa maendeleo ili kuunganisha mijadala ya vijana platform na fursa na programu mbalimbali zilizoko serikalini ikiwemo mikopo ya vijana, fursa za manunuzi ya umma, mafunzo ya ujuzi, uwekezaji kupitia maeneo maalum ya uwekezaji pamoja na fursa mbalimbali zinazopatikana. Maana yake ni kwamba hapa, maafisa wa vijana mushirikiana na sekta mbalimbali na taasisi za serikali, lakini na sekta binafsi ambazo kuna fursa nyingi za vijana kule, tuweze kuzicoordinate. Hawa vijana hawezi kwenda kugonga kila mlango wa kila taasisi, sisi ndio wajibu wetu kutafuta hizo fursa kutafuta uh, kutafuta watu tuwakusanye pamoja ili tunapoita vijana waweze kukutana nao kwa urahisi na kupata fursa zao kwa urahisi. Kwa hiyo tusiende tukajifungia tusi wenyewe, tunakwenda kule tunazungumza kila siku mikopo ya asilimia kumi, mikopo ya asilimia kumi. Fursa ziko nyingi za vijana, tutambue wadau wanaopatikana tuwalete pamoja, vijana wakija pale wapate taarifa zote za kimsingi ambazo wanazihitaji. Lakini pia ninawaelekeza kuhakikisha kwamba jukwaa hili la vijana platform linatumika pia kama chanzo cha taarifa kwa vijana na kutoa elimu sahihi kuhusiana na fursa zilizopo, taratibu wanazohitaji kufuata vijana za kunufaika na programu za serikali, pamoja na wajibu wa vijana kwa maendeleo ya taifa, ikiwemo uzalendo. Aidha, nataka kuona matumizi ya njia sahihi ya kidijitali, ikiwemo matumizi ya simu na majukwaa ya mitandaoni yakipewa kipaumbele ili kuwafikia vijana wengi zaidi, hususan wale wasioweza kuhudhuria mikutano ya ana kwa ana. Na hapa leo tutazindua programu ambayo itatusaidia vijana wote kuunganika na hii wizara yenu ya maendeleo ya vijana, ili wakati wote ule uwe na uwezo wa kutufikia bila kujali uko wapi, bila kulazimika kusafiri na kuja ofisini kwetu, ili tuweze kukuhudumia kwa wakati, sawa sawa na falsafa zetu. Mwisho kabisa, ninapenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuimarisha jukwaa la vijana, ili iwe chombo hai chenye matokeo na kinachochangia moja kwa moja katika ujenzi wa sera program na mikakati ya maendeleo ya vijana nchini sawasawa na maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ametaka vijana wa nchi hii wahusike katika maamuzi mahususi yanayowahusu wao kijamii, kiuchumi, lakini pia kimaendeleo yao binafsi. Ninawasihi kwa mara nyingine, vijana mtumie jukwaa hili kama daraja la mawazo, ushauri na ubunifu kwa ajili ya kujenga Tanzania leo na kesho. Kwa maneno hayo, natamka rasmi kwamba jukwaa la vijana linalojulikana kama Vijana Platform limezinduliwa rasmi na nawatakia majadiliano mema. Naomba wote tusimame, vijana brass band wakati huo anajiandaa. Asante sana brass band. Naomba Mheshimiwa Waziri, kwa ridhaa yako tafadhali sana, pale chini tunayo meza yetu maalum kwa ajili ya uzinduzi rasmi, kwa maana utabonyeza iko kitufe hapo, baada ya kuhesabu moja mpaka tatu. Lakini sehemu ya uzinduzi huu rasmi baada ya kuzungumza sasa, tunaomba uambatane pia na mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu, mheshimiwa mkuu wa wilaya, pamoja na mkurugenzi mkuu wa PPRA, naye pia aende hapo mbele kwa ajili ya tukio hilo. Tunaomba mheshimiwa waziri ushuke hapo chini tafadhali. Hili ni tukio muhimu, na pale ambapo mheshimiwa waziri atabonyeza hiko kitufe, watu wa uh, masuala ya IT bila shaka, tuko tayari. Tutahesabu moja mpaka tatu, na kisha mheshimiwa waziri atatekeleza lile ambalo hii leo limetufanya tukutane mahala hapa kwa ajili ya uzinduzi wa vijana platform. Vijana tupo tayari, vijana platform. Haya, naomba tuhesabu kwa pamoja. Moja, mbili, nne, tatu, mbili, moja. Makofi mengi sana tafadhali. Platform. Tanzania ni yetu. Haya, asante sana mheshimiwa waziri. Baada ya tukio hilo, nalofuata ni tukio la picha kumbukumbu ya kumbukumbu baada ya uzinduzi rasmi wa vijana platform. Vijana wii, vijana tuyajenge, tuongeze sauti, vijana tuyajenge Asante sana tafadhali, naomba tuketi. Makofi kwake mheshimiwa waziri wetu kwa kazi kubwa nzuri sana ya uzinduzi wa jukwaa hili la vijana, yani vijana platform. Vijana wi wa, asante sana Mheshimiwa Waziri kwa tukio hili kubwa adhimu kabisa la ufunguzi wa jukwaa letu vijana, kwa maana ya vijana platform na mimi ni mmoja kati ya vijana ambao amefurahi zaidi kusikia kuna hekali zaidi ya laki moja sabina mbili kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda na masuala ya uchumi makofi kwa hilo tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Vijana, naomba hivi sasa uweze kuridhia tuingie katika ratiba ya picha. Wakati huo DJ, ukiandaa wimbo wa taratibu kabisa nianze kuita makundi ya picha. Tutaanza na management ya wizara, naomba hivi sasa tukaribie kwa ajili ya picha. Lakini wakati management ya wizara inakuja, naomba picha ya kwanza itakuwa ya meza kuu. Watu wa cameraman, naamini mko tayari, picha ya meza kuu. Wakati huo management ya wizara mkijiandaa, karibuni sana. DJ, wimbo wa taratibu tafadhali.